Mimi nataka kuongea namna hii. Na nimekuwa nikiambia watu hapa, Kalonzo Musyoka ako njiani akikuja kwa William Samoei Ruto. Na mlikuwa mnafikiri ni mtani. Anatafuta njia venye ataingia kwa William Samoei Ruto. Lakini anaona haya kukuja peke yake, na William Samoei Ruto analijua hilo kwamba huyu baba anaona haya kuja, lakini anataka kukuja. Amemtumia Gladys Wanga, nenda aaa, jana ja majuzi, tumeona wakiwa na Gladys Wanga wakifanya mazungumzo mazungumzo amekuja hapa na watu wake. Kalonzo huyu naye akakuja na hapa watu wake waongelee chenye kiliongelewa. Naweza tabiri nikasema Kalonzo Msioka anatafutiwa njia venye atavuka mto akuje hapa. Ni kama mtu ambaye hawezi vuka barabara town. Ametoka reserve amefika town, anaona magari ni me ni mengi, sasa imebidi Gladys Wanga amekuja kumshika mkono amuvukishe barabara, manake hii ni town in politics. Kuna mahali uwezi vuka brother mpaka uje ushikwe mkono. Kalonzo Musyoka ku, amekuwa akituambia kwamba yeye ataungana na Rigathi Gachagua aondoe William Samoei Ruto asubuhi na mapema. Saa hii anageuza anasema akiungana na ODM ndio ataondoa William Ruto asubuhi na mapema. So which is which? Nani anaweza kukusaidia? Kumaanisha kwamba yeye ndio anataka kukuja ODM. Umeelewa? So my friend akuje polepole. Pole. Kama anakuja akuje tu mchana wa Mungu tukimuona. Awache kutumia mashortcut. Na mimi nawambia leo hii, Trust me. Kalonzo Musyoka anakuja kwa kambi ya William Samoei Ruto. Hata ukisikia spichi zake zenye alikuwa wanaongea juzi, kama kweli alikuwa na busara, chenye alikuwa griga ameongea pale, hangerespondi saa hiyo, angeenda kule mwambie, lakini unajua brother, chenye umesema ni, mako, ni makosa itaonyesha kwamba chama yetu haikosa muungano wetu uko sawa lakini, ukiona alimjibu Rigadi Gashagwa peupe paruanja kwamba chenye unasema Nairobi County, hata utaweka governor wako, sijui sineta wako, sijui mzee paka uko chini wako, hiyo mimi sijui, tutapamba tutapambana, ni kumaanisha kwamba kuna shida pale, na yeye ameona hiyo shida, na hiyo shida niliwaambia itakuja kwa sababu nilijua Rigadi wakati alipata zile MCA mbili ameanza kuona yeye akona muscles ya kwamba anaweza weka mahali popote na apate kama ye. Yeye sasa ile nguvu ya Kalonzo Musyoka sahii anaona haina maana, that's why unaona alisema yeye ataweka vitu zote za Nairobi achukue, ushaelewa. Na hiyo Kalonzo ameona kwamba sasa, kama tunaenda namna hii, huyu jamani, mtu naweza muamini kweli? Ushaelewa? so, Kalonzo Musyoka within some, some, some months to come, my friend Kalonzo tutakuwa tuko naye na atatumia neno moja tu ambalo huwa linatumiwa na wanasiasa wote kwamba ni mjinga peke yake ambaye haezi badilisha mawazo na utampata kwa hii kambi. So regarde utampata kwa peke yake na hii ngoma inatambaa kama kawaida. Yani hiyo itakuwa ni formality lakini ukweli ni kwamba hata wakiungana hii ngoma inaenda two term. Umeelewa, full stop. Na, na, namalizia hapo. Nafikiri hii bunge tunaweza funga kwa sababu tushamaliza two term. Mr Speaker. Hamjambo, wana bunge. Hatu jambo mheshimiwa. Mimi naona hapa kikao kimeiva na siasa imepamba, lakini nataka niwarekebishe wabunge wenzangu. Kalonzo Msioka is a senior counsel katika Republic of Kenya, so mkisema ya kwamba ni mtu hajitambui, tutakuwa tunakosea kila mwanasiasa huwa ana strategy ameweka katika kupiga siasa yake, na mnamuona Kalonzo kama ni mjinga ama hajielewi, lakini hiyo ndio mbinu yake ya kutafuta umaarufu katika taifa hili la Kenya. Na nafikiri katika taifa letu la Kenya si wageni, siasa ya Kenya huwa ni ya vitimbi. Kila mara, wakati wa Ruto wa akiingia wa president alileta mfumo wa hasela na au wengine ni dynasty Dynast. Dynast. So huwa hawatu wa Kenya unless tuamke, hatujatafuta kiongozi ambaye anaweza kutupeleka mbele kisiasa ama kimaendeleo, kwa sababu tunaenda tuna mawimbi sasa. Tulipojua kwamba tumetajwa kwamba mahasela, tutakuwa tutahudumiwa, tukajiingiza mzima mzima, but hatukujua ajenda ya huyu kiongozi ilikuwa ni nini. Ndio maana tumefika mahali tumefika, tunakashifu serikali tunakashifu kiongozi, na naona kama hatutabadilika hiyo maneno inakuja. Kuna sasa siasa inayopigwa unasikia one term, two term. So ukijiuliza, one term, two term, mimi mwananchi hapa chini nitakuwa nafaidika vipi? Sisi huwa tunataka viongozi wenye sera lakini kama hakutakuwa na sera za kueleweka ni one term, two term, dynast, hasela Kenya we are done. ama we are finished point point. So Kalonzo ana haki kujipigia debe na kutafuta like-minded parties wa kuungana nao akisema kwamba akiungana na ODM atapeleka kiongozi aliyeko mamlakani nyumbani. Anajua ya kwamba ODM is a party and a half, na mimi ni born hard wa ODM. Mimi tangu nipige kura nimepigia ODM na sijapata chama nyingine ambayo ina demokrasia kama ya ODM, chama ambacho kila mmoja anaongea maoni yake si chama ambacho mtu anaongea maoni ya kiongozi This is what we call democracy kila mmoja ana uhuru wa kuongea kile anaona kiko sawa ndio ili tukija pamoja to consolidate zile views. Ndio, tuna move forward ndio Raila alikuwa ni mwanademokrasia kwa sababu hakuwa ni binafsi alikuwa ni mtu ambaye ana collect maoni ya kila mtu anayaleta pamoja ilafu after hapo sasa tunayachuja wacha ilie tunayachuja, tunapata mwelekeo wa kisiasa vizuri. So sijaona tofauti katika current regime ya ODM ya kwamba huyu anasema hiki na huyu anasema hiki, at the end of the day hao watu watakuja washikane, na hizo difference zitaondoka, zita kando, na hii chama tutaiendesha mbele. Kwa hivyo ndio maana unaona hata serikali iliyoko mamlakani, yani inadonesha mate Inataka tu ODM ingie kwa serikali, wa form the next government, kwa sababu imetambua ya kwamba haina uwezo hiyo kibinafsi kujipatia a second term katika uongozi. Kwa hivyo let us not undermine the party ODM, mimi nasema hapa.